kana na kuelewa, kuelewa vyema hali ya huduma za maji nchini na changamoto zinazohusiana na upatikanaji wa maji safi na salama. Serikali kupitia sera hii ya maji ya mwaka 2025 imeweka mikakati ya kuimarisha huduma hii kwa manufaa ya wananchi wote. Mojawapo ya mikakati hiyo ni kuongeza wigo kwa kushirikisha taasisi binafsi katika utoaji wa huduma za maji nchini ikiwa ni sehemu ya kuwajengea uwezo watendaji wetu na kuimarisha upatikanaji wa huduma ya uhakika na kwa haraka. Lengo kuu la kushirikisha taasisi binafsi ni kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za maji na kuleta ubunifu ambao utahakikisha kuwa huduma hizi zinapatikana kwa haraka, kwa ubora na kwa usawa. Kwa kushirikisha sekta binafsi, ni matarajio yetu kwamba tutaimarisha sekta ya maji kwa kuleta teknolojia mpya kujenga na kuimarisha miundombinu ya maji safi pamoja na maji taka. Aidha, hatua hiyo itahakikisha kuwa maji yanapatikana katika maeneo yote, hususan yale yaliyo mbali na miji. Napenda niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya maji na kuhakikisha kwamba kila mkoa, wilaya, miji na vijiji vinapata huduma bora za maji safi na salama. Aidha, tutaendelea kuhamasisha jamii zetu kuhusu umuhimu wa kutumia maji kwa njia endelevu, kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji na mazingira kwa faida yetu na vizazi vijavyo. Ndugu viongozi, ndugu washiriki, ninapozindua rasmi sera hii ya maji na usafi wa mazingira, na ahidi kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kwa karibu na wananchi, sekta binafsi, na wadau wengine wote wa maendeleo ili kuhakikisha malengo ya serikali kupitia sera hii yanafanikiwa kikamilifu. Tutahakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekosa huduma za maji na kwamba tutakabiliana na uchafuzi wa maji unaoathiri mazingira yetu na kusababisha milipuko ya maradhi hasa wakati wa masika. Kadhalika, sera hii itaimarisha elimu ya umma kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira matumizi sahihi ya maji na athari za uchafuzi wa mazingira kwa afya ya jamii. Pia itaimarisha uwekezaji katika miundombinu ya maji ili kutatua changamoto zinazokabili jamii mijini na vijijini. Sera hii vile vile itakuza ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kiraia katika utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira.